Ndio maana sasa nafikiria, lakini najua usajili wake itakuwa mgumu. Nataka nianzishe ni, ni, ni, ni chama cha washabiki wa soka kindakindaki football fans Tanzania football fans association hmm. hmm. hmm. ambacho kitajali maslahi ya washabiki sasa. kitakuwa na timu gani? no, no, no, washabiki wote washabiki wote kwa sababu, kwa mfano hili tukio lilotokea juzi la kuahirishwa kwa mechi masaa matatu kabla mm -hmm, tungekuwa na association very powerful, wengelipwa watu mm, gharama zao mm, tungeomba radhi. Nimeona statement ya bodi ya ligi, hata hata mstari mmoja tu wa kuomba radhi washabiki wameshindwa kuweka, kwa sababu hatuna hatuna hatuna association ambayo tuseme Ahmed Suleiman Saif ni afisa mhamasishaji watawi la Yanga dhahabu hapa mkoani Geita e, hili hiki, hiki swala su, ameliongelea Haji Manara ni swala ambayo liko nje ya box, lakini likiwa na maana kubwa sana. Wanasema kwamba mchezo wa football unachezwa, lakini lengo lake kubwa ni mashabiki. Kwa hiki ambacho kimetokea, ni kwamba mashabiki au watu wenye haki na mchezo huo wamezulumiwa haki zao za msingi. Kwa hiyo kuna kila namna ya kuweza ku, ku, ku, ku, ku, kupata haki zao mashabiki, yaani haki zetu sasa. Niongelee na mimi nikiwa ni mmoja wa mashabiki, kwa hiyo hiki kitu ambacho amekifikiria Manara, amekifikia kwa nafasi kubwa sana, kwamba mashabiki ni kweli tunapaswa kupata haki zetu, ukiangalia, ukiachilia mbali hata watu wa biashara na masponsor ambao wao ndio wanaovifanya hata vilabu vyetu kuonekana vimepanda hizi sifa, nasifiwa hata rais wa chama cha mpira kalia sijui timu amedef, ame, ameipandisha e, mafanikio anayapata haya kwa sababu kuna watu wamerisiki pesa katika vilabu. Wale ni masponsa, wako kwenye kundi la mashabiki pia, ili huwezi kwenda kudhamini mpira au kuingia kwenye mpira kama huna ushabiki au hauvutii kitu chochote kwenye mpira. Kwa hiyo na wao wamezurumika, unamwona Mzize anakuja timu ya taifa anafaiti, kuna pesa ambayo imetumika ime ili kusudi awe Mzize huyo anakuja kuitumikia taifa. Unamwona Mohamed Hussein anakuja anafaiti, ina maana kuna pesa ambayo imempa full accommodation Mohamed Hussein mpaka anakuja kuitumikia. Sasa ukiwepo na muunganiko wa matendo haya ya hovyohovyo, yatawaondoa hata wale watu ambao wanahitaji kuingia kwenye mpira ili kusudi kuweza kuokoa vipaji vinavyokuja, lakini kufanya mpira kuendelea kuwa mchezo pendwa. Lakini mimi kama shabiki tutawe, tutaangalia utaratibu ni namna gani tunaweza tukaanzisha umoja huo. Viongozi wapo na sisi tupo, tutaunga mkono. Sisi wote ni watu wazima, tuna akili zetu, tuna utashi wa kuamua, na tutatoa sababu kwa nini tumekubaliana na Haji Manara. Lakini tuwaonye tu viongozi walioko huko TFF wasifikiri sisi hatuna akili hizo timu wanazoshabikia wao wamezikuta, sisi tumeanza nazo hizo timu. Anamuunga mkono sana Haji Manara katika hili swala, kwa sababu akaangalia maslahi mapana ya mashabiki wa soka mpira. Sio kwamba eti ni wachezaji labda na makocha na viongozi, mpira ni mashabiki. Unapoenda katika mpira ukakuta mashabiki hawapo, sidhani kama uta enjoy football, kwa sababu mashabiki ndio wanao anikiza, hata mchezaji anapata nguvu ya kufanya alichokitarajia, lakini anapokuta labda u uwanjani pale hamna mashabiki, anaona kabisa kwamba hapa ni kitu fulani ambacho ni dhaifu, kwamba hata kama nikija sionyeshi ambacho mtu labda anaweza kakiona na kunifanya mimi nikatoka hapa nikaenda sehemu nyingine ambayo ni mbele zaidi. Ndio Mbe maana unaona kina Selemani mwalimu saizi wanatoka Fountain Gate na wanaondoka wanaenda kwa kwa sababu ya mashabiki, na shabiki anavyompa supporti mchezaji, na yeye inamtia nguvu.